Waandishi wa habari mkoani Mtwara wamekumbushwa kuzingatia haki za kibinadamu na misingi ya utawala bora wakati wa kutekeleza majukumu yao hasa katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa 2025. Mafunzo hayo yametolewa na tume ya haki za kibinadamu na utawala bora ambayo yamefanyika leo Septemba 25 katika ofisi za tume hiyo zilizopo halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Akizungumza na wanahabari, mwezeshaji wa mafunzo hayo amesema waandishi wanapaswa kutimiza wajibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria kuhakikisha wanatoa taarifa sahihi ili kudumisha amani na utulivu. Waandishi wa habari kwa nyakati zote wanapaswa kutimiza wajibu waliowekewa kisheria kwa kuhudumia jamii na kulinda watu wote kwa kukusanya na kutoa taarifa sahihi katika jamii kwa kiwango cha juu na uwajibikaji kinachohitajika na taaluma yenu ili kuhakikisha kuwa amani na utulivu vinadumishwa katika nchi yetu. Ndugu wanahabari, mafunzo haya yatawasaidia kutimiza wajibu wenu na kuhakikisha kuwa haki za binadamu na misingi ya utawala bora inazingatiwa wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Ndugu washiriki, katika kipindi hiki cha uchaguzi, waandishi wa habari, ni wajibu wenu kujiepusha na migogoro isiyo ya lazima, badala yake kuhakikisha kwamba mnatoa taarifa zilizo sahihi kwa jamii bila upendeleo wowote katika kipindi chote cha uchaguzi ili kuhakikisha kuwa haki inatendeka katika jamii. Aidha, tume hiyo imetoa wito kwa wanahabari kusimamia uhuru na haki ili wananchi watimize haki yao ya kikatiba wakati wa uchaguzi pamoja na kuzingatia maadili ya kazi. Tume inatoa wito kwa waandishi wa habari kusimamia uhuru, haki na amani ili wananchi waweze kutimiza haki yao ya kikatiba wakati wa kuchagua viongozi wao. Mnapotekeleza majukumu yenu, tunawaomba mzingatie maadili ya kazi yenu, haki za binadamu na kwa upande wake katibu wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mtwara ameiomba tume ya haki za kibinadamu na utawala bora kutoa elimu kwa jamii juu ya majukumu ya tume hiyo. Cha kuwaomba tume ni kwamba baada sasa ya kukutana vyombo vya habari waone namna pia ya kwenda katika jamii kwa mfano vyama vya siasa e, taasisi mbalimbali kama za elimu, taasisi za dini, kwa ajili pia na wenyewe wafahamu majukumu ya tume na tume inafanya shughuli gani. Lakini pengine kuna vitu vingine mtu anafanya, hajui kwamba ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Sisi kama waandishi wa habari tuta, tutafanya kazi yetu, lakini tume nao wakipata muda wafike wawafahamishe wananchi e, juu ya e, masuala mbalimbali kwamba wananchi wajue hiki ndicho, hiki sicho. Na uzuri ni kwamba nyie mnaweza mkashirikiana na taasisi zingine zinazoandaa makongamano ama kampeni mbalimbali mbali. mkashirikiana labda watu fulani wakiwa na kwa mfano, jeshi la polisi wana dawati la jinsia, huwa wanaenda kwenye jamii e, mashule na taasisi mbalimbali kutoa elimu. Baadhi ya wanahabari waliohudhuria mafunzo hayo wameeleza kunufaika na elimu hiyo huku wakiahidi kuandika taarifa zenye kuzingatia taratibu za kiuandishi Ini kama waandishi wa habari yatatujenga kwa namna moja au nyingine, lakini pia uh, wameelezea wajibu wa mwandishi wa habari kwenye kufanya majukumu yake kuelekea uchaguzi. Kuna vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tuvifahamu, lakini kuanzia leo tutaendelea kuvifanyia kazi. Lakini pia kitu kingine ambacho nimeweza kuangalia ni namna gani mwandishi wa habari anaweza kutumia kalamu yake kuharibu, yani unaweza katumia taaluma yako ya mwandishi wa habari uh, kuharibu. Yani wa kuharibu au kujenga kwa kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, naamini kama waandishi wa habari tutaweza kuandika habari zetu kwa kuzingatia kanuni na taratibu za kiuandishi ili kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Tumejifunza kuhusiana na mwandishi kusimama katika nafasi yake, kutumia kalamu yake kuandika yale ambayo yanaweza kuijenga umma lakini pia kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu kwa kutumia kalamu zetu sisi kama waandishi wa habari. Nikiripoti kutokea hapa katika ofisi ya tume za haki za binadamu na utawala bora. Mimi ni Heri Abdalla, Chivihi Media.